Na mtazamaji wa Trend TV nadhani utakuwa unafahamu kwamba kuna mrembo hapa town anafahamika kwa jina la Nana Dolls. Bwana, huyu Nana Dolls bwana, amepata umaarufu kwa muda mrefu sana eh, na sababu kubwa ya yeye kupata umaarufu ni kwamba ni moja kati ya wadada ambao wamepata mafanikio makubwa sana baada ya kuingia katika tasnia ya uigizaji. Yaani katika swala zima la wao kuigiza e, eh, bwana, katika mambo ya acting ndicho kitu ambacho kimemfanya huyu mrembo apate umaarufu, lakini pia vile vile amejipatia kipato kikubwa kubwa sana uh, to the maximum ya so Nana Dolls bwana, hivi karibuni tumeshuhudia baadhi ya vitu ambavyo vimehappen huko mtandaoni ni e, kuna hiki kitu ambacho kimewaacha watu wengi sana mdomo wazi, kutokana na maendeleo ya Nana Dolls ya ghafla tokea aingia katika industry na kupata jina. Ni kwamba Nana Dolls bwana ameinuka kiuchumi haraka haraka mno e, na kama unavyoelewa kwamba sasa hivi bwana alikuwa yuko ni mmoja kati ya wadada wadogo ambao e, wako na umri mdogo sana, lakini pia yuko na maendeleo makubwa sana bwana da huyu kwa sababu Nana Dolls bwana yuko na mjengo wa maana hapa town, yaani katika wale wa dada ambao wanamiliki majengo, basi huyu hapa ni mmojawapo. Nana Dolls bwana ana bonge moja la ghorofa hapa mjini na ni kitu ambacho kiukweli kimewafanya watu wengi sana wawe surprised Diwe, wengine wamekuwa impressed Diwe, wengine wameanza ku hate kama unavyoelewa bwana, kila kitu kinavyokuja lazima kije na vitu positive na negative, na wengine wanasema kwamba bwana, riziki mwanzo wa chuki. Kwa hivyo basi moja kwa moja e, ni jambo ambalo wa limeonyesha wazi kabisa dhahiri shahiri kwamba e, Nana Dolls bwana <laughs> Bwana wameanza kumpigia mahesabu ya ovyo, watu wameanza kumsema kila akiposti picha kuhusiana na maendeleo yake e, basi watu wamekuwa wakikomenti kwamba anadanga. Yani hizo comment za kudanga na nini na vitu vingine kama hivyo zimekuwa nyingi mno, mpaka na Nana Dolls mwenyewe ameamua bwana afunguke kupitia ukurasa wake wa Instagram. Ameamua aruke live na aanze kuelezea hiyo situation ya e, watu kumsema yeye kuwa anadanga. Sasa kilichotokea bwana, ni kwamba eh, mrembo huyu Nana Dolls eh, kwa namna moja au nyingine, ni kwamba kama umepita huko katika mitandao ya kijamii, utakutana na hizo videos, maana ukiachana okay, tu na swala yeye amenunua, amejenga, je, ukiachana eh, okay, na issue ya yeye kujenga ghorofa, vilevile ni kwamba Nana Dolls bwana, anamiliki gari mpya kabisa ambayo amejinunulia yeye mwenyewe hivi karibuni, aina ya Range Rover. You get it? So, hiyo bwana ndo imekuwa sababu ambayo imewafanya watu waanze kumsema na Nana Dolls na kumwambia au kukomenti katika peji yake kwamba anadanga. Sasa basi, ye mwenyewe, kuna baadhi ya komenti zimemkera. Kwa mfano, kuna comment ambayo watu wamesema kwamba kuna hii comment ambayo watu wamekuja wamecomment wameandika kwamba anaitumia K yake kudanga, na hicho ni kitu ambacho yeye ameamua akizungumzie kama kilivyo. Umeona bwana eh, eh. Kwa hiyo Nana Dolls bwana ameruka live na imefanya kwa jinsi ambavyo alivyokuwa na explain au anaji express feelings zake kuhusiana hii issue imepelekea moja kwa moja bwana eh, mrembo huyu E, watu waanze kumposti sana na watu wameanza kushare sana video zake kwa jinsi ambavyo alivyokuwa amekasirishwa e, na hizo comment za watu mbalimbali kutokana na maendeleo ambayo yeye yuko nayo. Kwa hiyo nataka hapa usikilize e, jinsi ambavyo Nana Dolls alivyokuja kuexplain hilo swala na hizo comment ambazo watu wamekuwa wakimsema kwamba anatumia K sijui K ni kitu gani kwa ajili ya kudanga. Sasa hebu msikilize hapa. Natumia K yangu kudangia nimejijengea nyumba yangu, nimetumia gei yangu, nimenunuliwa gari. Unaumia nini? Wewe hasa wewe unaumia nini? Yani, kuna mda na kadha tu mtu anakukomentia, afu unataka kumuuliziwa sasa. Sasa wewe ni dange, mimi kei inatumika ya kwangu mimi, we unaumia nini? Basi sio kuumia, unakasirika nini au? Ah, wewe umechukia nini? Kwa sababu kuna watu na kana, jiuliza, comment zetu tunauliza. Sasa umekasirika nini? Kwa sababu nakaa najiuliza na changanua ile comment kwenda huko, umetumia kei kudanga na muuliza eh? Hey, haya nimetumia kei yangu kudanga, sasa unakasirika nini? Mimi nimekuja hapa mimi kukwambia kwamba sidangi, sijatumia kei yangu kudanga. Wewe unakuja kunikomalia umedanga, umedanga. Haya, nimedanga, unafunia nini? Unakasirika nini? Mwenzako kadanga huko, mjui. Ke yake ametumia ke yake. Sasa haya, wewe unakasirika nona umeiw unachukia nini? ni ke yako mnuwele malai anakwambia sawa, ni ke yako. <laughs> siyo yako. Acheni ndugu zetu wa karibu wazazi wetu waumie kutokana na tabia zetu. Nyinyi mnaotuonea mitandaoni hamtujui, nawaambia tena, mnatuona mitandaoni hamtujui. Tuacheni tuishi maisha yetu. Mazuri tunayoyafanya yachukueni mabaya msiyoyapenda tuachieni, sisi wenyewe. <tune> Ya, so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, kwa upande wa Nana Dolls eh, ameamua aweke vitu wazi huko mtandaoni, eh, baada ya kuona kwamba watu wamekuwa wakimwandama sana kuhusiana na hizo eh, comments Abwana, so hapa bwana, peji mbalimbali zimekuja zimeripoti kuhusiana na hiyo habari ambayo Nana Dolls wenyewe ameiweka wazi eh. Kwa mfano hapa kuna peji ameandika kwamba anatumia kei yake yeye mwenyewe kudangia, nimenunuliwa gari, nimejengewa eh, unaumia nini wewe, kei ni yako. Kuna peji hapa imekuja kunukuu kile ambacho Nana Dolls amekiandika. Peji nyingine hii hapa wamekuja wamezungumzia the same thing wakiwa wanasema kwamba bwana, nimejenga nyumba yangu eh, kinachokuuma wewe ni nini? Peji nyingine hiyo amekuja ameripoti hiyo sasa nataka ni cheke hapa baadhi ya comments eh, ambazo zimejitokeza baada ya hizi habari kutrend. Kuna bidada hapa amekuja anaitwa Winnie Benjamin Jr ameandika kwamba bwana, mimi huaga nawaulizaga watu kila siku, kwani hiyo K ambayo wao wanailu, wanalalamikia kwamba inatumika kudangia, je, kwani ni ya kwao? Labda waliazimwa halafu ikarudishwa ikiwa imebomoka? Kuna mwingine amesema amekuja hapa ameuliza, kwani hiyo okay, K ndio nini? Kuna mwingine amesema kwamba bwana, ebwana, hongera sana bidada kwa kutumia nafasi yako. Kuna mwingine amesema kwamba ebwana, umeanza kumuiga mama chanja eti sasa eh? Kuna mwingine amesema kwamba bwana, hongera kwa kutumia K yako vizuri.